Hakuna haja tena, kama unavyoona katika baadhi ya misikiti. Mpaka leo kuna baadhi ya misikiti watu wananuizwa msikitini, kila baada la Isha msikiti unajaa watu wamekuja kunuizwa. Imamu akishatoa salamu ya salati lisha imma, ni muadhin au ni shekhe ama ni imam anachukua spika kama hii, anaanza kutaja kwa sauti na watu wanaitikia nawaitu, watu wanaitikia nawaitu, saumaghadin, saumaghadin an adai min yaumi shahri ramadhana imanan wahtisaban liwajhi llahi alkarima alfatiha. Hii hakuna, hakuna hii, watu wenyewe wameyazusha, wala mtume hajawahi kufundisha. Hakuna hadithi hata moja ambaye, wacha ile ambaye ni dhaifu, hata ile ambaye anasingiziwa mtume, amna. Kwa hivyo nia ndio kitu cha msingi wa kwanza katika mambo ya nguzo ya saumu.